Maisha Online TV mwangaza kwa jamii. Ndugu zangu waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya mbali hapa Zanzibar, lakini na vya Tanzania bara, sina hakika kama kuna na vya nje ya hapa, lakini nimeambiwa vipo, tunawakaribisha nyote, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kujalia uhai na uzima, lakini kwa namna ya kipekee kutuwezesha kufika kwenye shughuli yetu hii ambayo kwa hakika tumesema tukutane na waandishi wa habari ili tuzungumze mawili matatu juu ya mustakbal e, wa nchi yetu hasa E, tukitokea kwenye kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, kabla ya hayo nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia nimshukuru kwa dhati Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa namna ambavyo wanaiendesha nchi yetu kwa mafanikio makubwa zaidi, lakini kubwa zaidi nchi yetu ikiwa na amani na wananchi wakiendelea na shughuli zao katika maeneo tofauti. Lakini nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza kwa kuitikia wito wetu. Tumetoa short notice, mimi nilijua tutakuwa na waandishi wa habari wachache sana, lakini kwa kweli mmeitikia. Mimi nawashukuru sana na nawapongeza sana, kwa kweli asanteni sana. Naamini ujio wenu huu kwa wingi utaendelea kuleta taswira njema ya nchi yetu, lakini pia kuendelea e, kuwahabarisha wananchi wetu wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla na walio nje ya Tanzania kujua namna gani na hali ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla inavyoendelea katika kipindi hichi. Ndugu zangu waandishi wa habari, wa madhumuni ya mkutano huu leo nikuja tu kutoa shukurani lakini na kueleza machache kwa ajili ya kipindi hichi ambacho tumepita cha maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Naelewa wengi wangedhani ningezungumza yale mengine ya nyuma. Najua tumetoka katika kipindi cha uchaguzi mwaka uliopita, alhamdulillah tumemaliza salama, na tunasema kila siku uchaguzi ukimalizika, kinachofuata ni kuijenga nchi. Sherehe za mapinduzi ambayo tumepata nafasi, uchaguzi tumemaliza tarehe 29 Oktoba, lakini tarehe moja Novemba, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi aliyeapishwa, na tafsiri yake ni kazi inaendelea. Lakini bahati njema sana, baada ya mwezi mmoja tunakutana na maadhimisho ya sherehe za Mapinduzi. Kwa hiyo tukawa tuna kipindi kifupi pale cha kujiandaa kwenye baadhi ya mambo haya, lakini kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanywa hatukupata shida na tukaendelea katika utaratibu wetu wa kawaida. Ndugu zangu waandishi wa habari, naamini hili nyote mnaelewa. Mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo yalifanywa mwaka 1964 chini ya jemadari wetu, rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume, pamoja na wenzake kutukomboa kutoka kwenye makucha ya mkoloni, kutoka kwenye udhalimu mkubwa ambao walikuwa wakifanyiwa Wazanzibari kuiweka nchi yetu kuwa huru na salama na sasa Wazanzibari kujitawala wenyewe na kuendelea na shughuli zetu za maendeleo chini ya viongozi Wazanzibari. Tunaamini kwamba tafsiri ya mapinduzi, nyii waandishi wa habari ni mahodari sana kwenye mambo haya, lakini sisi tunasema ni maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali na kwa hakika nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt Hussein Ali Mwinyi, ambaye yeye kwa sasa anaendeleza awamu ya nane, lakini niwashukuru e, viongozi wote wa awamu zilizopita. Kila mmoja kwa wakati wake alifanya makubwa lakini kwa sasa nazungumzia zaidi serikali ya awamu ya nane ambayo Mheshimiwa Rais ni Dkt Hussein Ali Mwinyi. Tumekuwa tukiona namna gani yanavyo yaenzi na kuyatunza ya na kuyalinda kuya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, tumekuja hapa kueleza namna gani ambavyo mapinduzi matukufu ya Zanzibar yanaendelezwa chini ya serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi. Naelewa nanyi mlikuwa mashahidi, kwa sababu shughuli zote ndugu zangu waandishi wa habari mlikuwa mnashiriki kikamilifu. Mnajua miradi ambayo tumeifungua miradi ambayo, miradi ambayo tumeiwekea mawe ya msingi, na niwakumbushe wale ambao hawana kumbukumbu kumbu sahihi Mwaka huu kwenye maadhimisho yetu ya mapinduzi matukufu ya miaka 62, tumefungua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 110. Kati ya miradi hiyo iko miradi ambayo iko hapa kisiwa cha Unguja na iko miradi ambayo iko kisiwa cha Pemba, na thamani ya miradi hii kwa mwaka huu imefikia thamani ya trilioni moja nukta nane, jambo ambalo eh, kwa miaka mingi hatujafika kwenye maeneo hayo. Sasa tumesema, miradi hii iko miradi ya kutoa huduma ambayo moja kwa moja inalenga kwa wananchi kwa huduma, kwa mfano miradi ya hospitali, kwa maana ya miradi ya afya, lakini miradi ya shule, miradi ya maji, miradi ya barabara lakini iko miradi ambayo pia inatengeneza biashara kwa maana ina, ina generate income. Nadhani mnakumbuka tumefungua, tumeweka mawe ya msingi miradi ya bandari, lakini kuna miradi e, ya mahoteli iko ambayo tumefungua, iko ambayo tumeweka mawe ya msingi na miradi mingine mbalimbali mbali. Yote haya yanalenga kustawisha wananchi wa Zanzibar na naamini kila mradi kwenye utekelezaji wake una impact yake. Katika hali ya kawaida mtu anaweza kuona kwamba impact yake ni ya kawaida, lakini ukiangalia mbali zaidi unakuta kuna faida chanya ya miradi hiyo. Labda nitoe mfano ili waandishi wa habari mweze kuelewa zaidi, na naamini baadaye pengine maswala yanaweza yakapungua. Niseme kwenye miradi ya barabara, ukiangalia katika hali ya kawaida unaweza ukaona mradi wa barabara imejengwa, labda inasaidia tu watu kupita na magari yao kiurahisi ama kufika kwenye sehemu rahisi lakini mradi wowote wa, wa barabara una impact kubwa sana ya kiuchumi. Tunaelewa kuna maeneo kuna wakulima, kuna maeneo kuna wajasiriamali, kuna maeneo kuna wafanyabiashara, maeneo mengi tu. Ukiweka akses ya barabara rafiki, maana yake unamfanya mkulima, hata thamani ya mazao yake inaongezeka, lakini hata gharama anayoitumia ya kusafirisha inaweza ikawa ndogo, lakini pia kuna accessibility ya watu wengine kufuata bidhaa huko ambapo wanakwenda. Kwa hiyo kiangalia katika hali ya kawaida, unaweza kuona ni huduma tu, lakini ina impact kubwa ya kiuchumi, ambayo inaweza kuwasaidia wananchi kurahisisha maisha yao, lakini inaweza kuwasaidia wananchi hupata kipato ambacho kisingekuwa rahisi kukipata kama hakuna access ya barabara. Na nimesema haya kwa sababu nchi yetu inajengwa sana kwenye maeneo ya barabara. Ukiangalia mtandao wa barabara Zanzibar nzima e, ni kilomita kama 1344, lakini katika kipindi hichi cha serikali ya awamu ya nane zaidi ya kilomita elfu moja na themanini na nne ziko kwenye proses, ziko ambazo zimeshakamilika, ziko nyingine zinaendelea. Kwa hiyo ukiangalia, unaweza ukakuta zaidi ya robo tatu ya mtandao wa barabara Zanzibar. Dkt Husein Mwinyi anaendelea kuimarisha kuyum vyema barabara za vijijini, barabara za mijini. Nimetoa mfano kwenye eneo hili, lakini iko miradi mingine mingi sana ambayo itaweza kusaidia kupunguza gharama za eh, wazanzibari katika maeneo mbalimbali. Juzi tu Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi kwenye bandari ya Mpiga Dori. Kwa hiyo nimetoa mifano ya aina hii, ili ndugu zangu waandishi wa habari mwelewe tu hii dhana ya mapinduzi ambayo tunaendelea nayo, na mmeona, nilikuwa nasema wakati eh, kipindi cha nyuma kwamba sisi tutafungua miradi muda wowote, hata kukiwa na shughuli kubwa. Nilikuwa nasema wakati ule tulikuwa tunajaribu tuzungumze na wenzetu wa tume ya uchaguzi, hata ile siku mzee Mheshimiwa rais anakwenda kupiga kura, tumuombe kabla ya kwenda kupiga kura kwanza akafungue mradi. Waandishi wa habari walikuwa nadhani labda nilikuwa natania. Sitanii, huo ndio uhalisia ulivyokuwa. Tulikuwa tuna miradi mingi na tuna miradi mingi ambayo tumeiondoa katika utaratibu huu tumeiwacha hii miradi mia moja na kumi ambayo tumekwenda nayo kwa wakati huu, na nadhani mlikuwa mnasikia baadhi ya miradi Mheshimiwa rais alikuwa anafungua kwa uwakilishi. Kwa mfano tumefungua nyumba za madaktari e, pale Kitogani, Mheshimiwa rais akasema basi nafungua kwa niaba ya nyumba nyingine zote. Tulikuwa na nyumba kama zile Pangatupu ambazo tungekwenda pia kufungua, tulikuwa na nyumba kama zile Kinyasini, Wete ambayo pia tungeweza kufanya hivyo lakini amefungua skuli ya Gamba, mesikia tuna skuli kama hile Kifundi Konde ambayo pia tungeweza kwenda kufanya vitu vya aina hiyo. Hii ni ishara ya kwamba tulikuwa na miradi mingi na miradi ambayo kwa kweli inaleta tija kubwa sana kwa wananchi. Hii ni ambayo halmashauri yetu ilithibitisha kwamba miradi hii iendelee lakini iko mingi mno, zaidi ya miradi mia moja, mingine ambayo inaendelea na halmashauri haikujiridhisha tukasema, hii baki, tutaifungua kwenye ratiba nyingine. Ndugu zangu, waandishi wa habari, juzi mmeshuhudia uwanja e, wa gombani tumeufungua tarehe kumi eh, na tatu, sawa. Nadhani mmeona uwekezaji ambao mheshimiwa rais ameuweka pale. Wakati tunafungua uwanja wa Amani kulikuwa na maneno kidogo, mbona mifanywa Amani vipi Gombani? Nadhani mmeiona Gombani juzi, tulipata komenti nyingi za watu mbalimbali kwamba hata mechi zile za kimataifa basi, e, walishauri kwamba uwanja wa Gombani una hadhi ya kupelekwa mechi za kimataifa. Nadhani ni moja kati ya miwanja bora watu wanafananisha na miwanja eh, mizuri mizuri tustai kuhitaji aandishi, mnajua zaidi nyinyi. Hii ni kazi ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya. Kwa kawaida tumezoea tarehe kumi na tatu tunakwenda tu kucheza fainali alafu tunamaliza. Juzi tulilazimika tumwombe Mheshimiwa Rais kwanza afanye kazi ya ufunguzi wa mradi, baadaye tuendelee kwenye sesheni ya pili ya eh, fainali ambayo tumezoea kufanya tarehe kumi na tatu. Kwa hiyo kuna vitu vya aina hiyo ambavyo nilisema, e, haya yote ni mafanikio na haya yote si chengine bali ni azma ya Daktari Hussein Ali Mwinyi katika kuyaenzi kuyalinda na kuyatukuza mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tunaposema mapinduzi, daima always tunazungumzia maendeleo ya kiuchumi, ya kijamii katika nchi yetu ya Zanzibar kwa hiyo wale ambao walikuwa wanatafsiri tafsiri tofauti, waelewe kwamba tunapozungumzia mapinduzi tunazungumzia mwelekeo wa maendeleo ndani ya nchi yetu ya Zanzibar, na niwahakikishie kwamba kuna miradi mingi inakuja, ambayo kwa kadiri siku tunavyokwenda tutaendelea kuiona, na mimi nafurahi kwa sababu kila tunachokifanya ndugu zangu waandishi wa habari wa tumeweza kushiriki kikamilifu na kufanya kazi nzuri. Nilitaka nieleze kwa ufupi tu jambo hili lakini msingi wangu pamoja na kueleza haya ni kutoa shukurani. Shukurani kubwa kwanza ziende kwa viongozi wetu wakuu. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya halmashauri kuwashukuru sana viongozi wote ambao tuliwapa mialiko ya kushiriki katika ufunguzi na uwekaji mawe ya msingi katika miradi yetu yote tuliyowapangia. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyoshiriki katika miradi ya uzi, ufunguzi katika sherehe zetu za Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar kuadhimisha miaka sitini na mbili Namshukuru sana makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kushiriki kikamilifu katika miradi tuliyompangia. Lakini kipekee nitumie nafasi hii kumshukuru sana sana rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Tulimpangia miradi mingi na kwa kweli tulimkeep busy sana sana. Alilazimika ratiba zake nyingine kuziwacha ili ashiriki katika miradi hii muhimu ya mapinduzi matukufu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana, kwa kweli hakupumzika wala hakutuambia amechoka. Kila mradi tuliompangia aliweza kushiriki na kwa kweli amefanya kazi nzuri sana. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Mwigulu Lame Kimchemba kwa kushiriki kikamilifu kwenye miradi yetu hii ya kimaendeleo ndani ya Zanzibar kwa mustakabali ule ule wa kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Nawashukuru waheshimiwa mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tuliwapangia miradi na wamekubali mialiko yetu. Lakini nawashukuru sana mawaziri wote wa Zanzibar ambao nao walishiriki kikamilifu na walitoa mchango mkubwa katika kuhakikisha miradi hii inakamilika na shughuli hii inakwenda kama tulivyozipanga. Lakini nawashukuru watendaji wengine, makatibu wakuu na timu zao, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama. Walifanya kazi kubwa vyombo vyetu. Hawa tuliwapangia katika ratiba ile ya tarehe kumi na mbili, wao walikuwa na utaratibu maalum, na najua kwenye eneo hili kuna maneno mengi Wanasema kwa nini mara hii hamkufanya? Amani kwa nini mara hii hakukuwa na ile kilele? Ni masuala mengi yako huko nje, lakini nataka niwaambie, serikali hii ya mapinduzi ya Zanzibar ina utaratibu wake, namna ya kufanya sherehe. Sisi kwa kawaida huwa tunapanga jambo ambalo lina maslahi na masla nchi yetu, wala hatupangi kwa kusikiliza mtu mwingine kasemaje. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maamuzi ya serikali kupitia halmashauri ya sherehe na tunaamini hii si mara ya kwanza. Toka tumeingia serikali ya awamu ya nane, tulishafanya kwa staili tofauti. Bahati mbaya, kuna watu wanakwenda na mazoea kila jambo. Serikali yetu hii tumeamua kufanya baadhi ya mambo kwa maslahi ya nchi yetu na kwa maslahi ya wananchi wa Zanzibar, ili tuone kwamba tunafanya lile ambalo lililo zuri na kwa wakati mzuri, tunafanya bora na kwa wakati bora, ili tuhakikishe kwamba tunaweza Kufulfill ile requirement ya malengo ya mapinduzi na kwa utaratibu ule ambao tumeufanya. Kwa hiyo naendelea kuwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kazi kubwa ambayo kwa kweli mmeifanya kuwahabarisha wananchi wa Zanzibar, wa Tanzania na wale ambao wako nje ya nchi yetu. Tumekuwa tukipata comment nyingi, very positive response ambazo tunazipata. Na wale ambao wana ushauri wao wanauleta kwetu ule wa kufanyia kazi tunaufanyia na ule mwingine wa kuupokea pia tunaupokea. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuvishukuru vyombo vya habari vyote vya ndani ya Zanzibar, vya nje ya Zanzibar na hata vile vya nje ya nchi yetu ambao wamefanya kazi ya kuhabarisha wananchi juu ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar lakini juu ya maendeleo mbalimbali mbali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na washukuru halmashauri ya sherehe, kwa kweli wamekuwa wakinipa msaada mkubwa kunishauri na kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika vizuri. Ndugu yangu eh, makamu mwenyekiti hapa amefanya kazi kubwa. Sasa nyingine mimi sipo hata nchini, lakini yeye kwa kushirikiana na wengine wanafanya kazi nzuri na mambo yamekwenda vizuri. Kwa hiyo kubwa nilitaka kulisema hilo, lakini kubwa zaidi nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wote wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kwa kutoa mashirikiano makubwa katika kipindi chetu chote, lakini kwa kushiriki kikamilifu katika matukio mbali mbali ambayo tumeyafanya katika maeneo yao bila ya vurugu la aina yoyote. Nawashukuru wananchi kwa kuendelea kudumisha amani ya nchi yetu, na nitumie nafasi hii ndugu zangu waandishi wa habari, kuwaomba Watanzania wote waendelee kudumisha amani ili nchi yetu iweze kufanya maendeleo makubwa zaidi katika sekta mbalimbali mbali tulizozikusudia. Basi baada ya kusema hayo, nadhani hiyo itoshe tu kuwa ni ile prembole yangu kwenye kikao hichi cha waandishi wa habari. Kubwa zaidi ni shukurani na kueleza kwa ufupi ambao nimetumia dakika naamini chache kabisa, si zaidi ya nusu saa ambayo nimetumia. Sasa najua waandishi wa habari, mkurugenzi e, watakuwa na mawili matatu pengine watataka kutuuliza. Basi naamini ruhusu e, kwa utaratibu ambao nadhani mkurugenzi e, wa Idara ya Habari Maelezo watauongoza, ili tuweze kuwasikia na kuwapa nafasi, maana nikisema hapa halafu niseme bwana, naomba kuwasilisha, alafu nanyanyuka naondoka nadhani nitakuwa sijawatendea haki waandishi wa habari wa tuwape nafasi, na wao pengine kuna jambo wanataka kulijua, basi watuulize, na sisi tutawajibu kwa mujibu ambavyo tutaweza kujibu, ili baadaye tuendelee na ratiba nyingine. Nakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, mkurugenzi, tunaweza tukaendelea. Asanteni sana kunisikiliza. Maisha Online TV